Karibu mpenzi mtazamaji wa Naibu TV, karibu katika chaneli yako pendwa Naibu TV. Kwa siku ya leo kama ilivyo kawaida yetu tuna mada kubwa sana ya safari ya shamba la korosho ko kwa, kwa siku ya leo tutazungukia katika shamba la korosho na kujifunza vitu mbalimbali ina maana mbali. Tutaangalia katika maeneo maeneo makubwa mbalimbali mbali, tutaangalia mikorosho iliyokuwa midogo, tutaangalia mikorosho iliyokuwa mikubwa, tutaangalia maua ya korosho na pia utaangalia hata sehemu ambayo mkulima wetu anaweza kujihifadhi mdu wa mvua unavyofika au mdu wa kulindia mazao zake. Kwa hiyo bila kupoteza muda, unavyoangalia hapo screen yetu, huu ni mkorosho ambao umependeza, upo karibu na mkulima mmiliki mwenyewe halali wa shamba hili la korosho. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kikubwa tunakuomba uweze kusubscribe, uweze kulike, kucomment. Nakuomba pia uweze kuwa mvumilivu video hii uweze kutazama video kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mbalimbali mbali ambayo utajifunza, naamini yatakutoa katika sehemu uliyopo na kupeleka katika sehemu ambayo kubwa zaidi ya hiyo. Kwa hiyo mambo yote yanawezekana na kilimo cha korosho kinawezekana. Kwa hiyo bila kupoteza muda, ngoja nimkaribishe mpenzi mtazamaji, mkulima wetu aweze kutukaribisha katika shamba lake. Shamba lake. Bwana mkulima, mambo vipi? Bwana, salama, habari ya wewe. Bana, salama, salama. Habari ya majukumu. Majukumu tunayo, sisi ni Nebuye TV tumetoka sehemu za mbali kuja kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na kilimo cha korosho. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni. Asante. Eh. Kwa hiyo leo tutakuuliza maswali mbalimbali ambayo naona naona utaweza kutujibu. Okay. Hapo ulipo karibu, naona kuna maua. Hebu tuambie bana, maana leo hii mada yetu ya leo ni mambo mbalimbali mbali ya korosho. Yaani, kuna maua, hebu tuelezee maua haya na nini. Na sisi tuko tunakuuliza maswali mbalimbali, naomba uweze kutupa ushirikiano. Okay. Eh, haya maua vipi tena? Eh, haya ni maua ya mkorosho kama hivyo unavyoona, ndugu watazamaji, haya ni, ni maua ya mkorosho kama hivyo unavyoona. Na hapa ndipo una, yanaanza kuchanua ili kujitengenezea korosho na maisha yakaendelea. Na kwa mpenzi mtazamaji wa TV, haya ndo maua ya korosho, mtazamaji wetu, mkulima wetu anaweza kutuelekeza na mimi unayaona, ndo maua ya korosho kwa, yani korosho na zenyewe nazo, mpenzi mtazamaji, wala usiogope, zinaanza na zenyewe na maua, yani zinaanza na maua. Kwa hiyo tutaona yani maua mpaka mwisho wa siku tuweza kuona mkorosho ulikuwa mkubwa. Basi mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, ngoja tuende kwa sehemu ya kuangalia sehemu moja nzuri sana kwenye kibanda ambacho mkulima wetu anakaa, anatulia. Hapa mkulima anaweza kuwa na uwezo kuweza kuangalia eneo na views mbalimbali, mbao tukae hapa juu one view mbalimbali, unasemaje? ni NEBUYE TV. n hapa nichi ndio kibanda ambacho kwa watu wanakaa mdahuu akiwa naangalia sehemu mbalimbali ya shamba lake. Kwa ndugu mkulima, hii kibanda, kwa nini umejenga kibanda juu kama hivi? shida nini? mbona unatuchanganya? Unajua, <laughs> okay, sawa, ndugu andishwa habari hapa nie, kwa sababu ya kuangalia Una, una, na, ndugu mheshimiwa, ndugu, shamba e, langu vizuri kama hivyo unavyoliona kwamba hapa naangalia mdudu wapi anakotokea kiwepesi zaidi. Kama hivyo mheshimiwa ndugu, unavyoona hili shamba liko juu eh, liko vizuri, maana unaona vizuri hata mdudu kule akitokea unamuona e, kwa hiyo nimejenga hapa kimakusudi ili kuangalia kwa, kwa wadudu wale waharibifu mm, e, kwa hiyo ipa chanayodai kwa muda wote. Unajua mpenzi mtazamaji wa NEBUYE TV, shamba la korosho bana ni shamba kubwa, lazima mazingira ya kutulia, mazingira ya kukaa na kuweza kuangalia shamba lako, kama unatazama na views kule yani, una views ya shamba zima zaidi ya 20 ziko u zote zimestawi, zimetapakaa mikorosho, na huku nyuma unaona mesafishia kama alivyosema pale awali. Kwa lazima shamba la korosho linakuwa liko safi, sio unaliacha tu au unalitupa tu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, chukua, tuko sambamba moja kwa moja mubashara, tuko na mkulima wetu, anatupeleka sasa kwenye mikorosho kidogo dogo. Mkorosho huu ni mdogo lakini kuna vitu tunaweza kujifunza. Kwa hiyo mkorosho huu na Waswahili washasema kwamba hata mbuyu ulianza kama mchicha, kwa hata yule mkorosho mkubwa, na mwenyewe ulianza kama huu. Kwa hiyo ndugu ndugu mkulima, yeah. Mkorosho huu unaona mdogo sana. Yeah. Huu hivi unaweza kuwa kwa mkubwa kama ile mingine au utakuwa mwaka um, mmoja kama na nusu mpaka hivyo unavyoona hapo. Kwa hiyo na, na hmm. Kwa hiyo, watazamaji wa BTV tupo katika safari ya kuangalia kilimo cha korosho. Kwa hiyo ni mkorosho mmoja nakwambia, na miaka miwili ambao tukao tazama pia tuni kwenye korosho nyingine kwenye korosho mwingine ule kule, hii tuweze ku... tule kwenye huu wa karibu, maana shamba la korosho hili ni kubwa sana, ni uwekezaji uliokuwa wa hali ya juu. Penzi mtazamaji wa NEBUYE TV, lazima tuweze kujitoa katika ufanya uwekezaji na kuona, ndugu mkulima, huu tena wenyewe e. Huu uh, hapa ndo una miaka mitatu sahivi mm. E, ndo naanza kukokota kota mm. Kama hivi unavyoona imeanza tegu, hii ndo tegu hii uh, ndo uh, tegu. Kwa hiyo hapa ndo naanza kuzaa, maana bado sianza kula, lakini sasa hivi ndo naamini nitakula sasa, sababu dalili hii unaona hapa hii Hmm. Ndio dalili ambayo tayari naamini moja kwa moja nita, nita kula matunda hmm. E, na kama hivyo unavyoona maua eh. Kwa hiyo hapo naamini kabisa mpaka kufikia mwezi wa kwanza hmm. Ah, basi naamini nitaanza nita kuokota korosho na kuanza kuzitumia. Basi tunashukuru mpenzi mwongozaji wetu. Kuna mkorosho tena mwingine huu unauona huu, uo kidogo mkubwa sana, mrefu sana. Huu mbona mrefu sana? Eh, e, ni kweli, ni kweli, ni kweli. Unaona mrefu. Hizi ni mbegu. Mm. Eh, hii ni mbegu kubwa. Kuna mm. na mrefu maana hii mingine yote kuna eh, mbegu zipo tofauti tofauti mm. kuna e, mingine mbegu ndogo mm. na mingine mbegu, mbegu kubwa kama hivyo unavyoona mm. hata maana nako pia kwenye uzaaji tofauti kabisa, mm. Eh, kwamba hii mbegu kubwa uzaaji wake ni dhaifu, na hii midogo inazaa vizuri mm. E, kwa hiyo ni humu kuna mbegu za aina nyingi sana za, za korosho ambazo ilichanganya ni, ni katika ku, upandaji wa hili shamba, basi tukatazama mkorosho mm. Okay. mwingine okay. Leo tupo katika kujifunza tupo katika study tour tunasema, yani mambo ya mafunzo okay. na huu mkorosho mwingine huu umkosu bwana walivunja tembo kipindi uh-huh. Huko huko mdogo hmm. Wakuja tembo hapa wakawa wameasili asili, kama unavyoona. Kwa hiyo haya hapa ni machipukizi yake baada ya tembo kuvunja, basi kwa hiyo haya hapa ni machipukizi ma, ma, ma ma, ma, ma yake baada ya, kuu, ya ku ya ku, ya ku asili tembo. Kwa hiyo huo bado sijaanza kula e, lakini huu nayo ni, ni miongoni mwa kwa hili ambayo ya kwanza kuiandaa ambayo ilikuwa mikubwa ambayo sasa hivi ndio Hmm. Kwe, kwa hiyo ulikuwa mkubwa, ila baada ya kuasili tembo basi ukawa rudi nyuma. Kwa hiyo haya ni, ni machukizi yake baada ya tembo kufika na kuasili yeah. hmm. hmm. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa NEBUYE TV, tuko tuko live katika safari yetu ya kuangalia mikorosho aina mbalimbali. hmm. Tuko shambani tuko, bwatuna, kwa mkulima kubwa tu nakus video hii we, uweze kutazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana kujifunza. Na huu mkorosho vipi? Naona kama unainama. Kuanzia mwezi hey, hey, hey, ni... tupe, tupe, tupe wa 10 mpaka wa kumi na moja na mpaka sasa hivi ni mabaki

kama nilivyokuambia tutoka awali, mm, ni hii ni ni mbolea ndogo, unaona hata ile afya yake ilikuwa dhaifu. Mbolea ni shida, ni mbolea ni shida, na napambana hivyo hivyo, na nikikota mia mbili basi na mwaga mbolea na maisha yanaweza kuendelea, eh. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tulikuwa tunaendelea na kujipata elimu kwenye safari yetu ya kuangalia mkorosho kuangalia kilimo cha korosho hatua mbalimbali, tukuwa tuna mwenyeji wetu um, tupo, tuko naye hapa. Naamini kuna maswali mengi sana, nasoma comment hapo. Kama utakuwa na maswali, naomba uniulize ili niweze kuwasilisha hapa moja kwa moja kwa mkulima wetu ili aweze kutujuza, aweze kutufundisha. Mimi naamini mambo mengi sana tutajifunza leo mm -hmm. Kwa hiyo mpenzi wa zamani wa NEBUYE TV, ngoja tuangalie kwenye mwingine huu na tuko, tuko bado tumo ndani ya shamba lilelile, usione kama mwingine kama kuna alikuwa padogo mwingine mdogo sana. Na kama shamba hilo moja. Eh, ni kweli ndugu, kama nilivyokuambia kule nyuma tulikotoka kwamba hawa ni tembo, hawa ni tembo, nao pia alikuja akawa mkubwa ila akavunja kidogo huko kubwa kiasi akawa vuta, kwa hiyo haya ni matukizi yake pia. Mm. Eh, haya matukizi yake pia, kwa hiyo bado sijaanza kula. Kwa hiyo matarajio kula kama lini? Unajua na... hmm. ya kula hapa wastani naweza kusema mpaka elfu mbili na thelathini eh, hey, basi na mimi nitaanza kula. Hiyo ndio. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa NEBUYE TV zetu kwa tunaendelea, kuna mkorosho mwingine pia mdogo hapa. Naamini kuna mambo mengi ya kujifunza. Ehe, mkulima hapa vipi tena? Kuna mkorosho mzuri sana, lakini naona bado mdogo, mzuri sana. Okay, huu oh, kipindi ulikuwa mdogo zaidi kwa ni, ni, ni hiyo haya ni, ni a haya ni yake baada ya kuungua moto uh, kwani kwani mtazamaji wangu anapenda sana kujua kwamba ina maana kwamba moto ukiungua kwenye kuunguza korosho tena inaweza ni, tena ikachipua ukawa tena kama awali au kuungua no eungua moja kwa moja? hey, hapana hapana, hiyo inatemegea na, na, na moto wenyewe jinsi ulivyo, ina maana kama ni moto wa wastani, moto wa wastani mm. E, hawezi ila kama, kama shamba lako ni, ni, ni kuliandaa mm. E, chafu zaidi. Eh, kwa hiyo mimi hapa nilichelewa tu ku yaani kusafisha, lakini nashukuru Mungu kwamba kama hivyo uliungua, lakini bahati nzuri ama mbaya, ukawa humechipuka mm. na kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo hapo ndo na nasubiri sasa mpaka 2030 na huko elfu mbili na ishirini na nane, basi huenda Mwenyezi Mungu akatia wepesi na nikaanza kuvuna korosho, ndio ndio hmm. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebo TV kuna mambo ya kujifunza sana hapa kwenye, kama wewe ni mjasiriamali au una mpango wa kuanza kulima korosho, kuna mambo ya kujifunza, kuna changamoto mbalimbali ambazo unaweza kukutana nazo. Lakini kikubwa tu ni kujua kwamba lazima shamba lako uweze kusafishia. Kusafishia shamba nao ni jambo la muhimu sana kama wewe korosho, wewe hauvunwi kwa sababu umeharibika na Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tupo katika safari ya kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana mbali mbali na mambo ya korosho na tupo kwenye tua ya kuangalia kilimo mbalimbali mbali cha korosho. Ina maana kwa leo sasa tupo na mkulima wetu hapa, ndugu Samani, kama hivi unavyoona, ha hawa ni tembo hii miguu ya tembo ambayo walikuja hapa wakaja ku asiriasiri kama hivyo unavyoona. Hey, hi, hi, hi, hii ni, ni miguu yao kaya, kama unavyoona, yao kama unavyoona miguu yao. Kwa hiyo hao ni tembo ambayo walikuja hapa na wakatiatia sana fujo kwenye hili shamba langu hapa kama unavyoona. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kwa tunaendelea tupo katika tour ya kuangalia mashamba ambayo kuangalia mkorosho. Kuna vitu vingi, nasoma comment. Kama una swali hapo, naomba uulize ili niweze kuwakilishia moja kwa moja katika mkulima. Eh mkulima, hapo vipi tena? Ah hapo tu, hapo ndo kama hivi unavuna, unavuna. Mm eh, hapo ndo unavuna. Mhm eh, hapo ndo unavuna korosho kama hivi unavyoona kwa hiyo wewe mwenyewe na mimi unajionea mwenyewe eh, hapa unajionea mwenyewe hapa, ndio ninavuna yaani, ndio ndio faida ya kulima eh, hii ndio faida ya kulima, ndio kama hivi eh, kwa sababu na hata mbuyu unaweza kama mchicha eh. Kwa hiyo mpaka leo mko mkubwa. Kwa hiyo mimi nianza kama hivi eh, mdo kwa mdogo basi le, leo hii nashukuru, ninavuna kama hivi, unaona hizi mikorosho hizi ambazo ndio ndio ninavuna kwa sasa e, hizi ya, hapa hizi korosho nzuri so safi mbegu, mbegu kubwa. Hii ni mbegu ambazo ni mbegu za kisasa hizi. Hizi hapa, hizi ni mbegu mm. Hizi ni mbegu za kisasa ambazo nilizinunua hizi. Hizi mbegu basi nashukuru nikuja kukuandaa hapa na sasa hivi, sasa naanza kuvuna. Ndio, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tuko na mkulima wetu, naona anatafuna. Kwa nini? unakula nini hicho? Ndio bibo. mm. Ndio bibo hizi. mm. Ndio bibo. mm. Karibu sana Asante sana, karibu na mimi nakuja kula sabibu. Asante na, as sana nashukuru eh, nash sana, ila kidogo ita kidogo nikitaka kidogo baraka zako bwana. Ukute kujua kabisa kwamba bwana hii kirwa kweli imeendelea hi mm. hiyo eh, kwe, nikitaka na wewe uende huko uka, wendako ukasimulie bwana nimefika kirwa. Basi hakika ni enjoy za kutosha. Basi nashukuru sana eh, kwa hiyo karibu sana, asante sana ah. Kwa hiyo, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, tuko tunaendelea kula mabibu hapa na muda huu tunajiandaa kuweza kuchukua na korosho, kuondoka nazo korosho. Baada ya kuwa tumevuna tumeokota. <coughs> Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine na kwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV uweze kusubscribe, ku like, pamoja na comment na, na, na, comment zako na ukumbuka pia kushare na kugonga alama ya kengele. Kwa Nebuye TV tunawajali na tunawathamini pia tunapikia mialiko kama kwa mkulima wetu alivyotualika hapa, tunakuja kutembelea shambani kwake na kujifunza vitu vitu mbalimbali. Pia na wewe naye unakuwa karibu na sisi, unaweza kutoka wasiliana kuja kutembelea kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali. Karibu sana, tunashukuru sana NEBUYE TV. Asanteni kwa kuweza kutusikiliza na kuwa na sisi kuanzia mwanzo wa video mpaka mwisho. Kikubwa tu mpenzi mtazamaji wa NEBUYE TV, na kuomba tu, mwisho wa video hii ndo mwanzo wa video nyingine. Bomba, tufuatilie katika playlist mbalimbali ambazo zipo katika channel yako hapo pamoja na mitandao yetu ya kijamii karibu. Sana Nebuye TV tunashukuru sana.